Faida chache za kufanya kazi. Mtu kama wengine anaweza kuwa anafanya kazi, hajui faida yake nini? Eh, kuna faida yote ya kufanya kazi, ndio mnazifahamu. Mmoja wapo Mmoja wapo, hata nipate hela. Unaona ndio shida yake yeah. Sio hilo tu <laughs> yeye tufanya kazi apate hela, hapana, ni zaidi ya hela, zaidi sasa iwaletee machache Kristu, sasa faida moja hapo kwa kufanya kwako kazi, jua unaijenga afya yako ya mwili na roho. Sio hela hapo, ni hela hapo jamani. afya <laughs> yako ya, ya mwili na roho inajengeka vizuri na kwa imara, usiwe goigoi, mzembe mzembe. Hadi kitokea ghafula kama ili, <laughs> ile ilipotokea ghafula <maya> ile huko mwepesi. Ile ghafula mmeikumbuka? Huo <laughs> mwepesi <laughs> Asiyefanya <epani> kazi <akashi>, ni tatizo <laughs> Na mtu mwepesi, usiangalie umbo. Usiangalie umbo, mwingine mnene sana ah, huyu waadha, huyu hapa atakupita, atakupita. Leo <laughs> nje <laughs> ndio atakupita. Niona, niona kwenye clip moja wamefanyisha zoezi, watu wamepanga. Umri mmoja ana umri wa miaka sabini, mwingine ana umri wa miaka hamsini, mwingine arobaini, mwingine thelathini. Wameweka mti mmoja hivi, halafu kamata yembe, bembea kwenye ule mti ule, bembea. Unaelewa, bembea kwenye ule mti, miguu inaelea juu, imesimamishwa na mikono yako. Kaza mikono, bembea. Aliyeshinda wa miaka sabini Alianza kwa miaka arobaini hoi, kwa miaka 30, ngapi hoi, na kwa mwaka wa 60, hoi aliishi. Ni miaka sabini. Siri yake nini? Mazoezi. Huyu amejidumisha katika mazoezi ya kazi. Ukiwa ukiwa dhaifu kimwili, hata kiroho utakuwa dhaifu tu, na dhambi nyingi ambazo tunazipata zingine zinatokana na wewe kuwa dhaifu, kusainili wakati wa magumu Tutembea hapa kwa mguu mpaka mpaka gwawa wa mguu, kama uko dhaifu, ni rahisi ukata tamaa hivo. Unapokata tamaa kimwili wa kuendelea na safari, kwa kamavu wote nivo, hata kiroho ni rahisi ukata tamaa, yana kuja magumu kristouarahisi kwa nini? Mnafahamu vizuri zaidi namna gani. Kwa hiyo kazi Bwana itakuletea afya njema ya mwili. Fanya kazi uwe na afya njema ya mwili na roho eh? Kazi hurefusha maisha. Mwanisi gani? <tutu> wana fanya kazi bila maisha haya yanakufuka, kama hata kuishi muda mrefu. Fanya kazi usibwetee, <tutu> usikae tu eh? Kazi wale wana madaktari wanafahamu vizuri, wanapokuambia fanya mazoezi. Unajua kazi inasaidia mzunguko wa damu mwilini inaenda vizuri. Aya kidi yesoma daktari yesoma ya somo yapa ila tukana kabisa, kazi inasaidia mzungu wa damu uende vizuri, mapigo ya moyo yanaenda vizuri, sio jamani, yote inaleta afya. Kazi inaondoa sonona. Sonona tunaifahamu msongo wa mawazo tunafahamu. Unayefanya kazi huwezi kuingia katika msongo wa mawazo. Ukikaa kitandani, unawaza wewe, unawaza wewe, hali yako mbaya Hivyo kama inawezekana, hata kama hakuna cha pekee, chukua mfagio, anza kufagia, fagia hivyo hivyo tu, wewe fanya kazi. Hata kama hujaandua na mtu, chukua kajembe, kwetu kwetu majani, au chukua kanga, katakata kata kuni. Hata kama uhitaji unapoteza hela ya ambayo yanakuwa mzigo wa kupotezea akili ndani ya moyo wako eh? Kazi sasa wanasema kazi, katika swala hilo asema kazi kuchelewesha uzee unafanya nani? Kazi kuchelewesha uzee. <laughs> uzee si swala miaka, uzee ni miaka, uzee si miaka tu. Kuna wingine apoaa kumwangalia, mkikaa mnasimama pamoja, kumwangalia, kati ya huyu na huyu utaweza kukosea, nasema huyu mzee kuliko mtampa na kiti kuma meziliwa sana miaka ishirini thalasini <laughs> mwili wake umezeeka kabla ya wakati wake. nini kwa, ukifuatia sana uti mvivu huyu Kristu <laughs> wavivu wengi wanazeeka haraka hiyo. <laughs> <laughs> <laughs> <He, he. laughs> kazi ucheleweshaze, hata al tufanye kazi, anamaanisha si swala la kwamba tupate uchumi tu, hata kwa ajili ya afya yako ya mwili na na roho Unaposubiria ya siku yako kifika, wewe pia kazi. Na unapokufa, nipenda padri moja aliyokali ndugu, ya na sifa moja ambayo mimi naikumbuka siku zote. Alikuwa mtu wa kazi. Sawa so, jamani? Na alifia kwenye kazi, kwenye mazoezi. Alikuwa alifia mazoezini. Ndugu, namkumbuka? Yeah. Eh? Eh, yaani ni sifa nzuri sana. Sifa nzuri, amefia mazoezini. Hakuwacha mazoezi mpaka mpaka siku ambayo unasema sasa natosha kazi afya ya mwili na roho. Ndugu zangu, la pili wanasema kazi huleta heshima, ninyi mnafahamu mm. E, kazi huleta heshima. Nani atamkopesha mwenye shamba la kahawa? Yeah. kahawa na shamba la mahindi hana shamba lolote, utamkopesha hivi? Kama huna hujachimba kahawa au hukopeshi, na kwa jinsi huna heshima kwenye jamii. <laughs> Eh, unasikia? Umesikia? Mna mashamba kawa kama pale, kama huna, kama tamaduni yetu huku, mwenye shamba la kawa anapokesheka, anaheshimika. Sio jamani? Kama huna umepoteza heshima ile. Unajipa masi mwenyewe. Je, yeah, unalo shamba la kawa? Na hivi kama huna, huna heshima <laughs> kazi unete heshima Kristo. Yeah, yeah. Hata, hata napenda kunanisoma kitabu cha Mithali eh, sura ya ishirini na mbili amesema hilo heshima, hmm, mtu hmm, anapata heshima kwa sababu ya kazi zake. Na Nyerere alisema kazi ni kipimo. Kipimo cha nini? Kazi ni kipimo cha utu na hukumu wa kazi Hebu, wapo wengine wanaogopa kazi ngumu. Nyelea alisema kazi ni kipimo cha utu, ugumu wa kazi kipimo cha akili <mari> risu ugumu wa kazi hiyo <mari> e, akili akilia inakuzwa namna gani? una solve tatizo hili ngumu. kama kazi unatoka nyepesi nyepesi, hata akili naanza kushuka kidogo kidogo, kiwango cha kufikiri kinashuka kwa kazi inakupa heshima. Kwa hiyo jivunie kama unafanya kazi ndipo na uheshimika kwenye jamii. Kristo. Amen. Tatu, eh, ili lingine ndio unalipenda sana kazi kuleta shibe, yeah. Unafanya kazi kwa shiba, na Paulo anasema asiyefanya kazi asile. Utashibaje? Ufanye kazi le moja, nilimtukana kijana moja mimi, nimetoka shambani, nimechoka, nimechoka kweli kweli, ni viti hapa nipate kukata kiu ya mzee. Aa, ah, naomba nani na nanii na mimi nikate kiu. Amekaa vizuri, mimi nimechafuka na yee nataka akate ki ume- ukate kiu kwa, umetoa wapi kiu? wewe utapata kiu. Kiu cha uvivu. Yesu. Kazi unaenda shiba. Anafanya kazi na shiba. Asiyefanya kazi acha afya na njaa. Njaa imuue. Wengine wafikiri Mungu atawatuma malaika. Mmoja alisema Mungu, Mungu Mungu atajua Mungu mwenyewe. Ni Mungu akutumie malaika kulimia shamba hata siku moja. Ndio unasubiri? Sasa hizo mvua <coughs> zinaanza <coughs> kunyesha

Kwenye mavuno? Eh. Yeah. Ah, sasa ndio ndio uchanganya. Kwenye mavuno ni shukrani ya mavuno. Tunabariki mavuno yetu. Yeah. Hatuchanganyi kubariki mbegu wakati wa mavuno. Ah ah. <laughs> Saa hizi wakati huu mwezi wa 11 huu ndio wakati wa kubariki mbegu, ambapo ndio mnaanza kazi. Yesu. Kwa mabadilisho ya <laughs>